Nitumie nafasi hii kusema, kama kungekuwa na mabomu tungekaa wote? Si tuna akili jamani, kuna mtu hiyo. Sasa kungekuwa na risasi na pigwa pale, kungekuwa na petroli imemwagwa pale kungekuwa na kiberiti kimewashwa pale, kungekuwa na bomu limerushwa hapa mbele magagahuni, na tungeserebuka? Mwangalie jirani yako, mwambie tuitunze Tanzania. Inasaidia sio kisiasa tu, hata mambo ya dini. Penye amani tunaserebuka, penye amani tunafunga ndoa penye amani tunaimba kwaya, penye amani tunahubiri, penye amani tunapiga sauti, penye amani tunakunywa soda, penye amani tunakula chakula, penye amani tunabalishana pete, penye amani tunabalishana mataji. Haleluya! ni kiini cha kwanza hai. Hata wanaochoma shehe, ukifuatilia Shida naanzia mama zao baba zao ndoa zao. Nitumie tukio hili kusema vijana Watanzania, amani na faida msikitini, kanisani, kwenye vyama, kwako binafsi, kwenye kulima. Mimi nitaenda kulima dengu hapa makunda hapo jumabou niai haimuathiri chama fulani kwa maana sisi zamani tulikuwa tunasoma na hao na methali vita vinaitwa vipofu, yes. Vita vina tabia ya upofu, vikiingia ah, kila mmoja na naafyaia. Tumekusanyika hapa kwa sababu ya amani.